tare ishirina saba mwezi wa tano mwaka huu tulikuwa na tukio la kukabidhi msalaba kamaniirei wakautie naigoma. Tuliamka asubui tukasalimiza hapo kaujiani, na msalaba ulikuwa umefika katika kigango cha kabirisi kabili ya ramani

mpaka kati akaokelegoma na itabilu ukawakuka, wana Goma wamejiandaa, wamepokea, tukakaa pale ya kukabidhi msalaba. Na baadaye, hii kazi yake kubwa ilikuwa anachukua kumbukumbu baada ya nikamwambia kwamba ni vizuri sasa ukachukua picha ya kumbukumbu na wewe kwa sababu wewe unapiga picha lakini hutaonekana kwenye kumbukumbu hii nabeli hapa amekuja kuchukua kongo na nadhani picha hiyo ndio walitumia hapo. Heshima mabape kwenye kundi letu, picha ya mwisho ya mheshimiwa mabape Antoni Rutaihwa. Na baada ya kukamsiana hayo, tulianza safari ya kurudi. Akaniuliza akasema, utatembea tena au nikupeleke mpaka pale kagangoni ukachukue gari yako? Basi akaniambia kwenye gari lake akanileta mpaka kigongoni kabilisi. Nikatoka pale kigongoni na gari nikarudi kule chamba namba kwa ajili ya kuchukua viongozi wa hawaka ambao walikuwa bado huko. baada ya muda abadayamudamamka

yakule nitaka kwenda jioni, kwa sababu so hiyo tulikuwa na msa za mafuno ya ile tigano cha kabisa, tulipokuwa asubuhi, na mimi nilikuwa nitakiwa kwenda jioni nyingine, nikampatia mawasiliano ya kule kwenda. Ni utaratibu wake ya kwamba akitaka kwenda sehemu ambayo hana watu zaidi wa anamwambia simu, anamelekeza mapema. Kwa hiyo akawa amelekea chumbani na nikaelekea chumbani. Ilipofika kama saa kumi kasoro nikaamka, nikatafuta bebi sister basi katika bidii yangu nitapita kwa ajili ya safari, basi moja kwa moja, na kwa shauki ya mtu fulani nikawa na mwite, ndio nikamwambia mje shigeni mtakuwa kuni, nikakonga hizo kidengere, lakini sikusikia response eh, yoyote. Nikachukulia katika ile kawaida ya labda yuko anajiandaa, anaoga au anafanya nini. Kwa hiyo nikaelekea, nikaendelea na safari, nikaelekea kule kwenye mapondo. Sasa nipo kule kwenye mapondo. Paka ya kwanza misa um, kwa sababu ya watu walikuwa hawajafika muda ule. Kwa hiyo ndani ya yule muda ilikuwa takribani dakika ishirini na tano nikapigiwa simu na kule ambapo alitakiwa kwenda wakaniambia, Padre, tumemsubiri watu wameshafika. Nikasema mimi si yupo atakuja paroko msaidizi. Kwa, kwa hiyo nadaja atawapigia nimepatia mawasiliano yake sasa muda huo, nani, nikashtuka kwa sababu sio kawaida yake, kwa sababu mpenye ingia sasa ni saa 11 huko, nikashajika, nikampigia simu kwa sababu ni kwa sababu ndani saa 11 akawa na sita, nikampigia simu mara ya kwanza nikapokelewa, mara ya pili nikapokelewa, ndipo nikampigia tena nikapokea, kwamba nikamuuliza Padre amesha leo, tumekuwa tunasema hapana, baada ya kufungua mlango sasa Nikamwambia sasa inawezekana kwa sababu anamtakiwa kwenda. Inawezekana nenda mkamwambie pale, halafu mkumbushe kwamba watu kadiri ni wanakusubiri. Kwa kwa hivyo, baada ya kusema hayo mimi nikaanza misa kwa maana matendo ya dhambi. Nikawapigia nikasema, kama twende Fadha, mtu yangu basi. Ndipo nikaingiwa na wasiwasi kwamba ni kitu gani kimetokea, nikamuulia karani, karani akaniambia tumesha kugongea kwake lakini haitiki kwa sababu alikuwa amefunga kwa ndani. Haikuwa rahisi sana wao kufungua mlango, kwa hiyo wakawa wamezunguka nyuma wakafungua dirisha wakawa wakaweka stuli wakasimama wanamwita aiti, wanaita aiti, lakini fokasi yao walikuwa wanaangalia ya kiandani, hawamoni mwoni chumbani. Wakaingia wasiwasi, kwa sababu ya ya kwa saa kumi na moja, alikuwa anaelekea shambani. Fika saa kumi na moja, anaamka na anaelekea shambani. Kwa hivyo wakanitumia meseji kwamba kwa mba fatha itiki, tumesha na nilisha, basi hapo nikawasha gari moja kwa moja, nadhani hata walikuwa pale siku waga, nikiwaga, nikaelekea nikiwaga, nikiwaga, mtu anaenda kwa ujani. Nikamtikia Sister Mamea, nikamwomba aende hapo kwa ujani mara moja, kuna jambo halipo sawa. Sister Mamea alikuwa kwa shule hapa, ameleta kwa ujani. Kwa hiyo muda si mrefu nikafika, nikakuta wote wako katika hali ya sio fahamu na wajui wafanye nini. Lakini kumbe kabla ya hapo, mmoja wao alizunguka kwa nyuma, kwa sababu kule kwa nyuma kuna mabavu na kulikuwa kuna madirisha pia kwa kusogeza ile dirisha na bahati nzuri ile mlango wa bathroom ilikuwa umefunguliwa, ndipo wakagundua kwamba Padre yuko amelala chini. Kwa hivyo wakarudi kwenye dirisha, wakatafuta mti angalau kumgusa kwenye nguo, kuona kama wanaita lakini haikufanikiwa. Nami nikafika, nilipofika nikapanda hapo kwenye ile stori ilipokuwa dirishani, nikamuona amelala chini nikasikia kwa mbali kama ana corona nikawa na na na, na, na hope kwamba father bado yuko naye. Sasa kiangalia mazingira ya bali, na sister walikuwa tayari na mabinti tu, kimsingi walikuwa analia. Sasa tunaanza juhudi, kwa sababu nilimbeba baba fulani hapo njiani kusudi aende kunisaidia ndalo, nikikuta kwamba baba ana hali mbaya ya kimpeleka hospitali, lakini tukaanza juhudi za kuvunja hicho kitasa sababu unageuza gari vizuri tuweze kusaidiana tupeleke hospitali mara moja. Nilipofanikiwa kuingia ndani, nikamuita fadhanto fadhanto, aiti fadhanto, ni aiti, katibia kanisani, katika mafuta ya wagonjwa kampaka hapo hapo. Ishamfikia daktari naye akawa anafika, hatujui tufanye nini. Basi akafika, anza vipimo, kipimo cha mwisho ndo akapima presha sasa hicho ndiyo kilinipa wasiwasi zaidi, kwa sababu kilienda kashuka kikafika sitini kikafika arobaini, thelathini, ishirini, kumi, nane mpaka sifuri kikasoma. Basi akaangalia na mambo mengine akaniambia, father pole sana father, hatunaye tena. E, kimsingi ulikuwa ni wakati mgumu sana, ulikuwa ni wakati mgumu gumu, mimi sikuamini. Nikabidi nipigie fadhali ya Mganja. Nikampigia simu, nikamweleza hali halisi kama kumwomba bwana naomba Mungu ungeni na huyu daktari akueleze mambo. Niwe na uhakika alivyosema. Wakazungumza na akamuuliza akaeleza yale yote ambaye alitakiwa kumweleza. Baada ya muda fadhali ya Mganja akaniambia hapa hiyo sana pole. Kwa hiyo e, sana hapo hatunaye tena. Eh, tumsikie katika mazingira hayo e, ujui ufanye nini? Fanya hivi niko na mabinti, niko na masista bahati nzuri, na naiye baba sasa, yaani tunaanza tumbebe, tumpeleke tumweke kitandani. Lakini bahati nzuri tukawapigia watu ika maeneo ya karibu wakaja kutusaidia, nikawapigia mapadri walekalia hii na nawashukuru sana mapadri kutoka parokia ya Darama, parokia ya Igoma, parokia ya Mwema ambao walifika kwa wakati, bali na changamoto ya barabara, basi wakaa wamefika pale kusaidia. Lakini kabla ya hapo, kama nimeambia Mheshimiwa ikajeleo kumjulisha hali halisi, basi akawa menogojioji maswali baadhi, basi nikamweleza yote na akatoka pole, akaanza utaratibu wa kuwasiliana na ofisi ya mwansiku kuona kama akiga kusaidia. Nawashukuru mapadri waliofika kwa wakati huo. Basi kwa wakati kama mawazo kufanya nini? Basi kwa kuendelea na taratibu hizo na watu basi baada wakawa wanapata taarifa hizo za msiba. Kwa hiyo kama saa tano gari kutoka jimboni kwa linafika linaendeleza tukawa tumebeba mwili wa Padre Anthony na kuleta hapa Rubya hospitali. Ilikuwa ni wakati mgumu lakini tunamshukuru Mwenyezi Mungu basi, mazingira yalikuwa ni mazuri tulivyoondoka na wengine ambao wameondoka, mabinti walibaki peke yao na masista. Baada ya muda nadhani masista walikuta mabinti wamejificha kanisani, wanaogopa mazingira, baada ya mama kuliona mimi nimeondoka, baada sitarudi haraka au tarara tupo. Lakini basi mashukuru heshima wa masista ambao walikuja pale wakakaa nao unaharibu walifika angalau kutuliza mazingira. Basi kwa shukrani zangu za dhati, kwanza kwa Mwenyezi Mungu kwa maisha ya Bwana, kwanza kwa utendaji wake wa kufanya utume, kwa vipaji vyake, kulikabiliana na majukumu jukumu aliyokuwa nalo kubwa. Vile vile kati ya majukumu mengine, alipenda sana shamba na kweli, ukiangalia shamba alikuwa ameliweka sana, alikuwa ameliweka sana alikuwa anafanya kama tulivyosikia katika mahubiri ya baba askofu. Alipenda ifanye kutengeneza mambo ya umeme, na muda si mrefu alikuwa amewatengenezea wana kigango cha Kabirizi na Migano akawawekea umeme kanisani. Ikawa anamuuliza wamekulipa, akasema sihitaji hela, akasema mradi wao unajifaa. Kwa hivyo alikuwa anakifanya cha kujitoa. Alipenda mifugo. Mcheshi wake waliomilia ni wengi, hata watoto wa shule za msingi walijua na walimpenda sana. Nawashukuru, washukuru kama sisi baada ya parokia ambayo tulishirikiana mbali na baba. Jambo hili lilitokea katikati ya wiki na mawasiliano ya kiganoni yalikuwa kidogo magumu, lakini nawashukuru kwa matoleo yenu na viongozi wa vigango vyote ambao walijitoa kuhamasisha, lakini vilevile kutoa taarifa za msiba wa wapatia wetu, lakini vile vile niwashukuru sana pekee, mheshimiwa masista wa konventi ya Ichwa tunasikia alikuwa na utani, cheshi. Na siku chache alikuwa akihubiri na azungumzia juu ya kifo, akawa anawatania wanajigamba tu, moja wapo anawatania watoto wadogo. ni mwakubona ni mtu ai mwakubona ambona nakufa ikuwa na uisi chei inakufa ikuwa na uisi chei. Kila kiganda alichokuwa anaenda anasemea jambo hilo, lakini basi wezekana ni maono aliyoyapata, lakini alituwaga kama

wajia endelea ya miaka hamsini basi, wana Ichwandimi poleni, nawashukuru sana wafanya kazi wakaokia, ambao ndo walikuwa walimwangaikia, wakiwa wa kwanza, hawakujua wafanye nini, wakapigwa na kutwaa katika mazingira hayo, lakini basi wakawa wamejitahidi. Tunawashukuru sana familia ya baba askofu mkuu mabatusi Ugambwa, ambao kipekee walitutolea msaada mkubwa, na pale walikania ya kiba

Tukimsindikiza Padre Milchoi Kato kutoka parokia ya Mwamisheni. Ni parokia ambazo zimebaki wakiwa tunajua bila shaka anaamisha kitwa atazibaje hayo mapengo lakini tunaamini kazi ya Mungu basi yale yalipanga na kutenda kama ilivyo hapo. Mwisho ni mashukuru yote na ni mtakatifu wa heri na Mungu. Raha ya milele umpe ee Bwana. Amen.

sitaweza kutaja eh, parokia zote ambazo nawajibika kuzitaja, lakini umati huu unaeleza wazi kwamba utume wa kaka yetu ulitukuka, na watu wa parokia zote alizohudumia wako hapa kwa wingi wao. Tunasema asanteni sana. Ni eh, washukuru wanakwaya, waseminari eh, wetu